Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Tulia Ackson, amesema kuwa kauli na mitazamo inayotolewa na wabunge katika michango yao bungeni haipaswi kuchukuliwa kama misimamo rasmi wa Bunge. Daktari Tulia Ackson alitoa kauli hiyo bungeni mara baada ya kupitishwa kwa makadirio ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waheshimiwa wa bunge, Ibara ya 100 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inawapa uhuru na mawazo na majadiliano ndani ya Bunge, alisema Daktari Tulia Ackson. Aidha, alifafanua kuwa kifungu cha tatu cha Sheria ya Kinga, Haki na Madaraka ya Bunge, Sura ya 289 kinatoa ruhusa ya uhuru wa majadiliano kwa Bunge sambamba na masharti ya katiba na kanuni za kudumu za bunge hasa kanuni ya sabini na moja ambayo inaelekeza namna ya kutoa hoja au michango. Spika alieleza kuwa wakati wa mijadala kuhusu bajeti ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi Mei 26 hadi 27, na ile wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum, baadhi ya wabunge walitoa michango iliyokiuka masharti ya kanuni hiyo. Michango ya baadhi ya waheshimiwa wabunge iliashiria ukiukaji masharti ya kanuni ya 71. Nitumia fursa hii kuwakumbusha kuwa mnapaswa kuzingatia matakwa ya katiba, sheria na kanuni za bunge wakati wa majadiliano yenu, alisisitiza Daktari tulia Ackson.